Waziri mkuu Kassim Majaliwa amesema mabasi yaendayo kasi DART yataanza kufanyiwa majaribio ndani ya wiki moja kuanzia sasa, ili madereva waanze kuzoea njia na taa za kuongozea magari, mabasi kati ya 30 hadi 50 ambayo yatapita kwenye njia zote za mradi huu, na kwamba zoezi hilo litafanyika ili watumiaji wengine wakiwemo waendesha daladala, bodaboda na watembea kwa miguu waweze kutambua kuwa njia mabasi ya mabasi yaendayo kasi si ya kwao, hivyo waanze kuzoea. Waziri mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo wakati alipofanya ziara ya ghafla katika soko la kimataifa la samaki la Feri, iliyokuwa na lengo la kuangalia mfumo wa majiko ya gesi sokoni hapo na kukagua ujenzi wa ukuta unaotenganisha soko hilo na mabasi yaendayo kasi. Waziri mkuu ambaye ametembelea soko hilo alitoa jibu hilo wakati akijibu maombi ya mfanyabiashara mmoja Sharif Ramadhan, ambaye alisema wanatumia fedha nyingi kwa ajili ya usafiri kwa vile mabasi mengi yanaishia mnazi mmoja. Hapa tunapata tabu usafiri, kuhusu mauda anaishia yani mnazi mmoja. Sisi watu wa Mbagala au wanaokaa wapi, tunapata tabu kuhusu usafiri, tunaenda mpaka station wa miguu, jua ni kali, hata ile hela ya kuchukua elfu moja hapa taxi mpaka mnazi mpaka station inakuwa ile hela, hata maji ya kunywa mtu ungekunywa. Kwa hiyo tunaomba, ndio dadisi hapa nje, naambiwa huku kutakuwa na kituo cha madaladala cha kawaida, huku mwendo wa kasi. Kwa hiyo kama huku daladala za kawaida, tunakuomba utufanyie mipango ili zije kutuchukua mpaka hapo, kwa sababu tunapata tabu sisi watu wa chini. Akifafanua kuhusu hatua iliofikiwa kwenye uelekezaji wa mradi huo waziri mkuu amesema hivi sasa wanakamilisha ufungaji wa mitambo ya kukatia tiketi, ambapo abiria atakuwa na kadi za benki ambayo anaijaza fedha, halafu anapita kwenye mashine na kiasi cha nauli kitakatwa, harafu anaingia kwenye basi. Kwa sasa wanaposafiri wanatakiwa kutembea kwa mguu mpaka station ili wapande mabasi. Nadhani jambo hili litakuwa ni la muda mfupi kwa sasa. Wakati wote tumekuwa tukiweka vizuri swala usafiri wa haraka Dar es Salaam. Swala hili sasa linafikia mwisho na hatua tuliofikia ni mzuri. Tumeshafanya marekebisho yote ya miundo mbinu, utaratibu wa uuzaji wa tiketi, mabasi yenyewe kuanza kazi. Hatua ilikuwa ndefu ya muda mrefu, kwa hiyo tumeshakamilisha kwa kiasi kikubwa. Tunatarajia mabasi yataanza kufanya mazoezi kwenye njia kwa siku zilizopungua wiki lengo tunataka wananchi wazoee kutambua kwamba ile njia si yao wala wanaokaa kwenye vituo vya mabasi wajue kwamba kwenye vibanda vile si vyao amesema tatizo la usafiri kwa wafanyabiashara wa feri litakwisha hivi karibuni baada ya mabasi hayo kuanza kazi Baraka Ngemba, Channel 10